Ni siku adhimu, siku safi, upepo maridhawa tukiwa tunaupata katika jiji hili la Dar es Salaam, kwa mvua ambayo imenyesha na kutupa hali ya hewa fulani ambayo huwa ni adimu kwa mji wetu huu. Slamu. Nipo na Dula Heavyweight na kubwa hasa lilonifanya ni mtafute Dula Heavyweight ni mara baada ya gemu uh, ya Simba Sports si, na mashujaa uh, Football Club kumalizika katika uwanja wa KMC, na kwa upande wa Dula, yeye alikubaliana na maamuzi ya mwamuzi na kusema Kefa Kayombo apewe maua yake. Tunaanzia hapo, hali yako iko vipi Dula? Kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo anasemaje? Alhamdulillah mambo yako shwari kabisa. Ah, yapo vizuri. E, bana mimi nilipita kwenye mitandao ya kijamii na nimepitia mpaka siku ya jana e, kelele zilikuwa nyingi kuhusiana na Kefa Kayombo. Wewe ulimpa maua kwa maamuzi aliyofanya, lakini maamuzi ya mwamuzi yameonekana kutokuwa sahihi katika dakika alizoziongeza kadi aliyoitoa, na nimesikia maoni ya wadau, ili umelipokea vipi? Una lolote la kukosoa kile ulichokizungumza? Hapana. Sasa kwa nini nikosoe, ndugu yangu, mimi nikizungumza kitu hicho kitu kimenyooka, mmenielewa. Mimi nilichokifanya tu nilijaribu ku... kwa sababu sisi tunahukua tunaamini sana kwamba kitu kikifanyika kwa wengine eh, kinakuwa kipo perfect. Ndio maana nikatoa mfano wa ligi ya hapa hapa Afrika, ambayo kwa nini nilitoa mfano wa Morocco ni kwa sababu kwanza Simba wanaenda kucheza na RS Berkane, lakini pili ambacho kimenifanya nitoe ule mfano ni kwa sababu eh, RS Berkane wanacheza ligi ambayo eh, kuna VAR Manake VAR inakupa nafasi ya wewe kuweza ku, matukio. Matukio, yale. Umeelewa? Ya, kwa hivyo sikuwa si, si, nimekosea kwa sababu by the way ni kweli kwamba kama uki, ukiwa ndani ya penalty box unatakiwa uhakikishe mikono yako inakuwa umeificha, sio tu hiyo kwenye eneo lake umeificha, unashauriwa una ikibidi uiweke nyuma, kwamba mpira in case kupiga mkono ukiwa nyuma hapo itahesabika kwamba huo mpira ulifata mkono umekaa unaenda kudefend unarusharusha una, una, una, una unategemea nini? Kwa hiyo mwamuzi alifanya kitu kore. watu, walikuwa watu, wanalamika pia kuhusu muda. Nimesha muda nimeshazungumza eh, unafidiwa kulingana na eh, muda ambao mchezo umesimama yaani, pale mchezo unachukua dakika arobaini na tano kama mpinzani amefanya substitution, amepoteza muda kwa namna yoyote ile, idha kwa kutibiwa Kujifanya na umwa, kutibiwa kulala sijui ule, muda ambao, wale wauguzi wanakuja wana machela wanamweka mchezaji wanamtoa nje. Kumbuka, zile ni dakika mm, e, kwenye, kwenye kumi dakika zikiongezwa kumi na tano ndo imekuwa feva. Si timu zote zinacheza eh, mm, e, kwamba hizo ndani ya dakika 15 si wangeweza wale kupata mashujaa kupata goli dakika 15, walipoa dakika nyingi ili waweze ku... mashujaa walipoa dakika nyingi kutafuta goli washinde ili wa, wa, wa, waweze kuweka nafasi yao nzuri ya kupata bonus. Si wana uwezo wa ku, wa kuipambania bonus mm. Eh, walipoa muda wa kutosha kwamba tunaku, tuna, tunakupeni na... dakika nyingi sana ili mchukue milioni mia. Sasa kwa nini inaonekana Simba ndo kapoa zile dakika? Na kwa nini huwa inakuwa hivyo nadhani? Ah, sasa ndo ujue kwamba ile timu ilikuwa haina uwezo wa kumfunga Simba, na ndio maana zikiongezwa dakika watu wanahisi ni za Simba dakika, si za Simba ila dakika dakika ni za mashujaa na Simba, ambao ndo anacheza ule mchezo, ni akili ndogo tu inahitajika hapo, umeelewa? Lakini penalty labda ndo utalalamika, kwa sababu penalty ananufaishwa yule aliopewa. Unapewa opportunity ya wewe kuweza kukabiliana na goalkeeper tu, anayeruhusiwa kudefend ni kipa. Wewe unafanyaje? Unapiga. Ehe. Kwamba hapo kapewa Simba, lakini kama umefanya mistake lazima upoe kwa sababu ule ni muda ambao ni dakika za majeruhi ya roho. Na unavyodefend hakikisha una, una, unaepusha ule mgongano, kwa sababu mpira ni mdogo, mwili ni mkubwa, kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kucheza mpira na kuucheza mpira. Unajua, mimi nataka niwape somo wachezaji wa Kitanzania, kuucheza mpira sio lazima uumiliki mpira unapokuwa ndani ya penalty box hakikisha unajaribu kutibua kile ambacho wamekiplan kukifanya mshambuliaji. Unaweza usiumiliki ule mpira, lakini kwa sababu umeona uh, upo ndani ya miliki yake ukaugusa hata yani, ukaugusa tu ukodon ukamwondolea mpinzani wako plani aliyokuwa anataka kuifanya. Sio lazima uende na mamikono, sijui ujaribu kuingia na mgongo, upige pushi hiyo ya nini? na dakika kama zile. Kwani hawaoni barani Ulaya watu wanavyokuwa makini kwenye incidents kama zile? Sasa mtu anakuja mashujaa wanafanya kitu kama hicho anakuja mtu ana, anaanza kutukana bodi ya ligi na TFF. Nimeiona hiyo. Sasa hiyo jambo si, sioni kama na, ni, ni, ni, ni, ni, ni correct. Na kwa hiyo nukta unadhani uh, inaweza ikawa ni makasiliko ya shauri la, lao kupelekwa kasi kutupilia mbali, kwa sababu alikuwa anaongea pale, alikuwa ni mtu wa Young Africans kuwaita pungwani wasimamizi walikusoka Tanzania bara pamoja na shirikisho lake, unadhani ni sahihi au ni kukosa subra katika maneno unaozungumza ukiwa nyuma ya kipaza? Unajua, huyu dada mimi nimeshawahi kumzungumzia, aliwahi kujaga na hoja zake pale, sijui busara inatumika kwa Simba na nani na nini na, na, na, na, na. Lakini siku zote ukishakuwa upande fulani, yani ukishakuwa mpenzi wa upande fulani, manake wewe utahisi kwamba upande wako hautendewi haki lakini watu wanaoreview michezo wanaona Yanga wamenufaika kwenye mambo mangapi kwenye hii ligi okay. Na tayari kuna tetesi kwamba FIFA wameingilia kati swala la udhamini wa timu za, zaidi ya mia moja kwenye michuano husika oh, umeelewa? Okay. Lakini kulikuwa pia kuna tetesi kwamba eh, kuna timu ambayo huwa ikicheza na Yanga inakuwa ina, inapanga ina, ina, kikosi dhaifu nimeona tetesi, nasema ni na tetesi kwamba kunaonekana uh, kuna, kuna, kuna utapatishaji wa matokeo uteputeshaji, yani ulainishwaji wa, wa matokeo. Tafsiri ya haraka haraka ni kwamba kuna vitu vya msingi vya kucomplain kwenye ligi ikiwemo mambo kama hayo, sio unakuja unaanza kutukana bodi ya ligi na TFFET kwa sababu walifurahishwa na Yanga kutoshinda kesi. Sasa hapo, hivi inahitaji knowledge gani? Kwa sababu wewe imagine Yanga wamepeleka kesi kasi, wanawashtaki wana bodi ya ligi, TFF na Simba. Bodi ya Ligi na TFF si wapo kwenye kesi. Yanga, kushindwa wanua si fry. Afu unaita pungwani. Sasa pungwani vipi? Kesi, kesi ilikuwa ilikuwa yani, kwanza huyu anataka kesi kwa huyu mshabiki wa, wa, wa Yanga. Sawa. Mimi nachoweza kumshauri, kwa sababu niliandika kwenye peji yangu nikamwambia nikawaambia nikawashauri mashabiki wenzake wa Yanga wanatakiwa wakae naye chini, umenelewa, wampe elimu. Kwa sababu nyinyi waandishi wa habari, especially wa online media, wengi wenu mnahoji mtu yoyote tu kwa sababu ana voko, ana uwezo wa kuzungumza na nini, ana confidence ya kuweza kutoa maoni, nyee, mnapeleka maiki, anatoa tu kashfa, natukana, anatukana kwa sababu. Hii hii swala la la vyombo vya habari kuhoji mtu anatukana mamlaka, sawa Kariya ameshawahi kuchukizwa nalo na ndio maana kuna, kuna siku hasira zilimzidi, mpaka akasema sasa itabidi tutakuwa tunafanya interview tuna vyombo, vyombo vya huku Tanga, kwa sababu vile vya Dar es Salaam vina ile sio. Of course alikosea, lakini ni kwa sababu ya zile hasira ambazo zimekuwa zinamfanya zina, zina, zina awe vile, kwa sababu wengi wenu nanyi ueledi wenu mdogo unaona, mtu anatokana mamlaka, anawaita viongozi wa bodi ya ligi hmm. Sielewa na TFF ni mapunguani automatically Yee yeah, kwa akili yake atahisi kawatukana bodi ya ligi na TFF peke yake. Hmm. Lakini amejumuisha sehemu kubwa sana ya tusi hmm, manake hata vilabu vyote vinaongozwa vi, vi, vina na, na, hmm, vina na mapunguani na vilabu navyo ni punguani. Mashabiki wanaofuatilia hivi vilabu vinaongozwa na mapunguani na wenyewe ni mapunguani vile, vile. Wachambuzi, wachambuzi wanaochambua ligi ya mapunguani naongozwa hmm, na mapunguani kwa hiyo na wao pia ni mapunguani vile vile. Uki yaani kote huko sijui wadhamini Azam, Azam Media wanaweka pesa zao chungu mzima kwenye, kwenye hii mpunguani. Ligi ambayo eti inaongozwa na mapunguani, mapunguani. Hiyo yeah. Huyo andakuwa kwanza aombe radhi kwa e, taasisi yote yaani ya, ya, ya, ya, kila taasisi inayosimamia mpira na inaofaidika na, na uwekezaji unaoendelea kwenye ligi pamoja na ligi kuanzia wachezaji, bodi ya ligi, TFF, viongozi wa vilabu, viongozi wa nini, mashabiki wenzie na vitu kama hivyo, wote atakuwa waombe radhi kwa sababu uwezo kawaita watu mapunguani. Afu baada isiishie kuomba radhi, inatakiwa ifanyike tathmini ya kauli yake kwa, mm. kwa taasisi zote ambazo zimeathirika na hii kauli ya kuita ligi inaongozwa na, na mapunguani mm. alipe kiasi cha fedha. Of course, amechafua taasisi. Amechafua bodi ya ligi, amechafua TFF na automatically kwa sababu ndio mamlaka zinazosimamia mpira, amewachafua Azam TV ambao wame, wame, wame, wameweka pesa zao kuonyesha huu mpira na kuutangaza na kuukuza. Eh, amechafua viongozi wa vilabu ambao nao walijumuishwa kwenye kila kitu kinachoendelea ndani ya bodi ya ligi. Kwemo mambo ya katiba, sio inanishi, kuna kuwa kuna wawakilishi kuna kutoka kwenye uh, vilabu sasa inamaana hapo, automatically ametukana eneo kubwa, yeye kwa akili yake. Ndio maana nikakwambia vipi, waandishi nao mda mwingine wanakosea. Yule ametukana mpaka waandishi. Wewe unafanya coverage ya ligi ya mapunguani hivyo. Wewe Heavyweight, kauli ya shabiki kama hiyo, hata mimi ameniita punguani, maanake sinaongelea ligi Sawa, mimi na swali hapo hapo. Uh, pole sana pole sana kaka, punguza jaziba. Uh, kauli kama hizi za mashabiki unaamini kwamba zinatoa pressure yote kwa wasimamizi wa mpira wa Tanzania, shirikisho pamoja na bodi ya ligi? Mashabiki wameanza kulalamika mwaka 1953 huko, sijui umeelewa eh, mpaka leo wao wanalalamika tu. Sasa kama ingekuwa hivyo maana yake kama ingekuwa taasisi au bodi ya ligi pamoja na TFF na, na, na, na kamati zake zinaathiriwa na maneno kama hayo automatically eh, ligi isingekuwa iko hivi, ingekuwa ina, ina, ina pressure nyingi, lakini kwa namna fulani, kwa mbali, kuna vi, vi effects kwa sababu eh, hivi vilabu vinateke, uh, zina, zinateka nyoyo ya, ya, ya, ya kundi kubwa la mashabiki, watu wengi sana. Kwa hiyo eh, automatically kuna maamuzi mengine huwa wanashindwa kuyafanya, kwa mfano Kuki, kukitokea tukio ambalo linaweza li likafanya timu moja kupata adhabu kubwa sana ii za kushushwa daraja, hauwezi ukaona kwenye ligi yetu kwa sababu automatikali, Tanzania nzima mashabiki asilimia zaidi ya 90 wanashabikia timu mbili Simba na Eh, yani tofauti na hiyo mifano yao ya Juve sijui wanashushwa daraja. Juve, asilimia saba tu ya Italy ndio wanashabikia Juventus. Sasa huku utaishusha timu daraja ina ina asilimia hamsini ya mashabiki wa nchi nzima, sasa inakuwa ni ngumu. Bado kuna viongozi wakubwa wa kiserikali, kuna watu wenye ushawishi, kuna wanini, hata wadhamini wenyewe wakishaona mmoja akashushwa daraja watatoa udhamini wata nini, kutakuwa kuna big effect kwenye ligi. Kwa hiyo ndio maana unakuta yani hicho ndio kinapelekea, lakini kwa kusema huyu dada sijui katoka kwake kaenda pale kakutana na online media, kaangaliwa na watu laki moja laki mbili, ndo iteteresha bodi ya ligi. I, I only... amejiteteresha yeye yeah, yeah, kututukana sisi punguani, manake ametujumuisha sisi wote, hata wewe ambao unanihoji mimi kuhusiana na hii ligi ya mapunguani kakutukana vile vile. kwa alitakiwa kwanza mm -hmm. aombe msamaha kwa, kwa wadau wote wa mpira nchi nzima mm -hmm. Sawa, aombe... unajua kwa nini sikutaka kuizungumzia hii mm -hmm. Ni nilitaka ni, ni nimpe limit, nione je atatoka na kuweza kuandika au kuomba radhi, lakini kagundua kumbe yule naye anaonekana bado anahitaji elimu kubwa sana. Na mimi najitolea kumuelimisha akihitaji elimu ya kuongea na vyombo vya habari, nampa elimu ya kuongea na vyombo vya habari, asiite watu mapunguani na hamnazo, sawa Huku kumjibu na kumwelewesha kumwelimisha, uh, ndo kunampa nafasi ya yeye kuendelea kuzungumza kile anachokiamini hmm. No. Mtu anavyokupa ushauri hmm, au anavyokusihi jambo, kuna mambo haya eidha umsikilize uchukue alichokushauri au umpuuze. Sasa ni maamuzi yako. Mimi nimemshauri kwa sababu mimi mara nyingi Jafe, nafikiri unanijua nikizungumza jambo hmm. Sana, na linakuja kutokea sio tu, nimelichunguza na linakuja kutokea. Sasa namwambia huyu mm. kama ataendelea mm. tayari, maanake TFF na bodi ya ligi sina, sina access nao mm. Lakini nauhakika tayari kuna internal discussions za na kudiscuss namna gani ya kumshughulikia huyu. Sasa ni yeye mwenyewe kuamua, kwa sababu yeye ni mdogo sana sio mdogo kiumri, yani mdogo kimamlaka, yani hana uwezo wa kufanya chochote. Yani hiyo matusi yake kwa bodi, matusi yake kwa TFF hayabadilishi chochote wala hayaafekti eneo lolote, yani zaidi zaidi yeye anajiharibia, sababu mwisho siku kama ni, ni, ni umaarufu bado hana umaarufu huo, yani nai kauli ya yule dada maana wao pia kuna kitu kwenye akili yao hakiko sawa. Huwezi ukaona mamlaka zina aye, mamlaka hiyo hiyo ambayo unaitukana una, una, una wakija kureview Yanga wamepata feva ngapi? Enelewa. Hata Karia she kusema live alisema Yanga kwenye uongozi wangu wamenufaika zaidi kuliko klabu yoyote, na ni kweli sasa na wenyewe wanapingana na hicho kitu kwamba kauli ya kiongozi mkubwa kama Wallace Karia ambao ni mm, kiongozi wa ngazi ya juu wa shirikisho mm, la mpira wa miguu ni kama anaonyesha umma kuwa alikuwa anafanya madudu kuwalinda Yanga Africans. Sawa, lakini sasa ndo fadhila yake ni kumtukana, si sindio? Kwa hiyo sasa kama wewe ulikubali, manake okay, manake watoto watoto wa, wa, wa TFF ni kumi na sita kwa hiyo ina maana kama mzazi anampenda mtoto mmoja zaidi, yani anaumpendelea zaidi, anamuonyesha upendo, ina maana watoto wengine, ina maana kwanza, yule mtoto anaopendelewa ndio amtukane mzazi kwamba kwa we, we, we mzazi punguani, unanipendelea mimi, afu bado umenielewa. Kwa hiyo kumbe unaelewa kwamba sasa huyu kamtukana mzazi, maake anao ana hivi vilabu wumpa, si ni nani, si mamlaka Of course kaitukana kai mamlaka ambayo inasimamia mpira, bodi ya ligi plus TFF. Lakini kama TFF, bodi ya ligi ni chombo kinachojitegemea mm, chombo huru mm, chenye maamuzi kulingana na kuendesha ligi mm. TFF ni shirikisho la mpira hivi mm, unaelewa. Lakini ukumbuke anawaita punguani hivi, aise huyo, mimi sikufichi, sawa. Kama ataachiwa, atawapa watawapa, yeah. Kama ataachiwa, manake watawapa go ahead hawa wengine wanaotafuta umaarufu kupitia hichi anachokifanya udada, maanake watakuwa wengi. Eh, of course. Sasa si umemwacha, kwamba amemwacha katukana bodi ya ligi, katukana TFF, kawaita punguani kwa sasa kama, <laughs> kwa jinsi ulivyo ulivyo ulivyo kwa jinsi ulivyo, <laughs> ulivyo, ulivyo, ulivyoghadhabika unafikiri TFF sasa ifanye nini? Isha sema kwamba sio za kinidhamu so, wamchukulie hatua za kisheria, make kuna kinidhamu na kisheria. Ule ajafanya jambo la kinidhamu peke yake, yule amefanya deformation, amechafua taasisi, taasisi. unawaita viongozi ambao wanabeba taswira ya taasisi mapunguani, hivi jafe nah. Una kamusi mm. Ka, kasome maana ya punguani kwenye kamusi, alafu baadaye, ukikaa peke yako utalia sana, yani utakaa chini utalia sana kwamba ukijaribu kuangalia leo viongozi wote wa TFF na bodi ya ligi mm. alafu ukisoma na kile kilichoandikwa kwenye kamusi kuhusiana na punguani mm. utalia. Huyu ame, huyu amevuka mipaka yani, tuongee yote, na nilimuonya toka siku ya kwanza namsikia anazungumza maneno mimi nikizungumza kitu, ndugu yangu, fatilia hicho kitu, kina impact kubwa sana. Watu hawanizingatii tu. Nilizungumza mapema sana baada ya kumuona udada anakuja na hizo swaga za hivyo. Nilimshauri nikamwambia aachane na hii mambo. Aachane kabisa na hii mambo. Mwenzake alilia pale, "Oh jeu TFF mnatuonea um, nini?" lakini hakuwatukana. Alionyesha kwamba ye ni mdogo anawalalamikia TFF. Mm. Kawaida kabisa. Ye katoka huko from pungwani bodi inaongozwa bodi ya ligi na TFF inaongozwa na watu ambao hawajielewi. Basi Heavyweight, mimi naomba kwa sababu yapo mengi ambayo tutataka tupate nafasi, ili nalo, nadhani litakuwa limesikika kama ni mamlaka na yeye mwenyewe mhusika litamfikia, basi atajua namna sahihi ya kuendea umma na kueleza katika kile ambacho kama ataisi amekosea. Mimi hapa naomba niweke nukta. Heavyweight, kuna chochote labda unataka kuambia umma? Ta, mimi nakumbusha tu kwamba dabi ipo, amenielewa hmm. Na hizi kelele zote zimetokana na CAS hmm, kuamua kwamba e, walalamikiwa walikuwa sahihi, ndio zimeleta hizi kelele zote Punguani, Swing, na, na amekuwa akipinga sana maamuzi ya CAS. Swala la Morrison alilitaja kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kuishtumu bodi ya ligi na TFF. Sasa swala lishenda CAS na lishatoka kwenye, kwenye mamlaka za huku ndani Manake limeenda ngazi za juu. Morrison kajiwakilisha yeye na Yanga, yaani yeye kajiwakilisha yeye dhidi ya Yanga peke yake. Kashinda kesi, sasa anakuja analalamikia bodi ya ligi sio na TFF. Huyu dada, kwa sababu umenipa nafasi ya mwisho, acha nimwambie tu kwamba dada yangu, kokote ulipo, najua klipu zangu naziona, mimi nakushauri hizo njia unazopita, tafuta kwanza watu wa kuelekeze vitu vingi sana kuhusiana na mpira tafuta watu wa kuelekeza kuhusiana na TFF, kitu gani ambacho TFF maana yake. Inawezekana hata ajui majukumu ya TFF na bodi ya ligi, yeye anatukana wote tu. Bodi ya ligi ni bodi ambayo inajiendesha inajitegemea kwenye kuendesha ligi. TFF ni shirikisho la soka lani, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, sawa. Sasa kesi ikishafika, kasi haipo ndani ya mamlaka ya shirikisho tena. Hiyo inakuwa ni imefika kwenye mahakama ya usuluhishi ya kidunia. Sasa wewe mpaka jambo lime imefika kasi kasi wametoa hukumu wewe bado unalalamikia bodi na TFF. Sasa wewe unapidi apewe elimu ndugu zangu ni. Yaani abidi ya ni yani huyu anatukana ila hajui analalamika nini. Sisi naelewa. Sasa abidi apewe elimu kuhusiana na vitu vyote hivi kuhusiana na kasi, kuhusiana na bodi ya ligi, kuhusiana na TFF, kuhusiana na mipaka ya kuzungumza na vyombo vya habari. Apewe elimu na nyinyi waandishi wengine nawaambia, hmm, mtu kama huyu msipende, kwa sababu kuna siku mtakuja kujiweka matatizoni kwenye vyombo vyenu vya habari, hivyo vinaonekana mnachafua brandi za watu. Jamani, shauri yenu. Heavyweight underscore Dullah, mtafute hivyo kwenye mitandao ya kijamii. Wesport TV utatupata kote kwenye mitandao ya kijamii kwa jina hilo moja la Wesport TV. Instagram ni Wesport underscore TV, kwingineko andika tu Wesport TV Facebook, TikTok pamoja na YouTube.